Jambo wasikilizaji wapendwa, kwa majina ninaitwa Aline hadiaremie Promes. Akilinileta hapa nikusema dawa ambayo inayotunza watoto ambao awayeneza awaye mwaka wa ambao wanagonjwa kikohozi. Unawezi kutumikisha kitenetene so naitumikisha, unaitia kubembla, unaifaa ere isilungule, inachamka tu Inamaliza ise itachamka, itashanje kule inakuwa teketeke saa so inamaliza, unaitosha unaikamula, unai i unamaliza ikamula, mtatoka momai, unakua ikunyisha ule mtoto. Unakuwa ifanya mara pili kujuma, asubuhi na magharibi. Ile lidawa nzuri ambayo itatunza ule mtoto